Kusajili kampuni sio lazima uwe na biashara ambayo kila mtu anaifanya au kila mtu anaijua, au lazima uwe na mzigo au product au bidhaa au service ambayo unataka kumpa mtu ili akupe pesa. Hapana, unaweza kusajili kampuni ukiwa wewe huna service wala huna product, bali unamfahamu mtu mwenye product na unamfahamu mteja. Wewe utaweza kusajili kampuni inayoitwa agency company, ndio ukimfahamu mteja na ukafahamu mzigo unakopatikana unaweza kusajili kampuni yako ya kuwakotanisha katikati, eidha wewe uchukue mzigo umletee mteja, au umchukue mteja umpeleke kwenye mzigo. Yes. Kusajili kampuni sio lazima uwe na product au uwe na huduma. Ukiwa smart enough, ukajua mzigo na, na mteja anakopatikana, wewe unaweza kusajili kampuni yako na ukakuza brandi yako kiasi kwamba mtu mwenye shida yoyote anajua sehemu gani ya kuweza kupata mzigo wake ni kwako. Wasiliana nasi kupata ushauri zaidi kuhusiana na idea yako ya biashara pamoja na usajili wa kampuni yako.